Karibuni kwenye nane nane kitaifa Lindi, kwenye viwanja vyetu vya Ngongo. Maandalizi ma, ma, ni kama mnavyoona viwanja hivi sasa vimeanza kusafishwa unaweza ukaona jengo moja baada ya jingine, tulivyokuwa tunaanza hapa e, mwezi uliopita mwanzoni e, usingeweza kuona vile. Tulianza mwezi wa nne e, na leo tume, tunaona kabisa kila pahali panaonekana. Kwa hiyo inaonekana kwamba mahali hapa ameanza kuwa hai <mulia> vipando tayari vipo vimeota, ukiona nimeona kama mihogo mahali pa, mahali pengi na inaonekana vizuri, pamoja na maandalizi mengine. Watu tayari unaona wako shughuli, wako kazini, wanaendelea. Ni, ni, ni mwanzo tu kwamba eh, mambo yanaendelea vizuri na maandalizi yanaenda vizuri eh, kwa kwa, kwa kila hali. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni mikakati tu ya pamoja kwamba tuende namna gani tuweze kufikia lengo, lakini kwa ujumla eh, mimi kama mkuu wa mkoa wa Lindi na, na hata mwanzangu kama mkuu wa mkoa wa Mtwara eh, tunaridhika kabisa kwamba maandalizi yanaenda vizuri. So tumewa komiti wakurugenzi, na maafisa kilimo na wote wanaohusika kuhakikisha kwamba sasa watu wao wanashinda hapa katika kuhakikisha kwamba e, maonesho yale yanakuja kuwa na maana zaidi, kwamba ionekana tushajiandaa, hatuvuruku kama yetu <mulia>

Kwa hiyo niwaambie Watanzania, niwaambie wana Lindi, niwaambie wana Mtwara, niwaambie wana Kusini kwa ujumla, karibuni kwenye nane nane kitaifa Lindi kwenye viwanja vyetu vya Ngongo <mulia>